Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunaangalia saratani ya kibofu. Tunaangalia sababu zake, dalili zake, uh, utambuzi wake na matibabu ya ugonjwa huu wa saratani. Karibu sana. Saratani ya kibofu ni kansa ambayo inatokea kwenye utando wa ndani wa mfuko ule wa kibofu. Kama tunavyojua, mfuko ule wa kibofu ndio unaotunza mkojo kabla huo mkojo kutoka kwenda nje. Kwa hiyo saratani inapotokea pale ndio tunasema ni saratani ya kibofu. Unapokuwa na saratani ya kibofu, mkojo unaweza ukawa wenye damu. Unakuta kwamba mkojo unatoka ukiwa una kutu au unaonekana kama una kutu au mwekundu unaweza kuwa unapata maumivu wakati wa kukojoa na unakojoa mara kwa mara, au kuhisi hamu ya kukojoa lakini mkojo hautoki. Hizo ndio dalili kuu za watu ambao wanakuwa na saratani ya kibofu. Kama ilivyo kwa saratani nyingine hatujui sababu ya moja kwa moja inayosababisha saratani ya kibofu, lakini tunaweza kujua mambo ambayo yanaweza kuongeza uwezekano wewe kupata ugonjwa huu wa saratani. Ukiwa na umri zaidi ya miaka 40, watu ambao wanakuwa na umri zaidi ya miaka 40 wanakuwa kwenye hatari ya kupata huu ugonjwa. Ukiwa chini ya miaka 40, ni mara chache sana kukutana na huu ugonjwa. Ukiwa unavuta sigara, karibu nusu ya visa vyote vya saratani ya kibofu vinasababishwa na uvutaji wa sigara. Ukikutana na kemikali, kemikali kali zile za viwandani, watu wanafanya aa kazi za kupaka rangi, wanaofanya kazi kwenye viwanda vya mpira, alumini pamoja na ngozi, na wanatumia dawa kali za kuua wadudu, hao wanakuwa kwenye hatari zaidi. Kama ulishawahi kuwa na saratani nyingine na ukapewa zile dawa za tiba kemikali, zile chemotherapy, zinaweza pia kuongeza hatari ya ku ya kupata saratani ya kibofu. Wanawake waliowahi kupata tiba ya mionzi kutibu kansa nyingine, hasa hii ya shingo ya kizazi, kwa sababu shingo ya kizazi iko karibu na kibofu, ile mionzi inaweza kusababisha baadaye kupata saratani ya kibofu. Kama una maambukizi ya kwenye njia ya mkojo ambao ni sugu ya UTI sugu inaweza pia kusababisha aina fulani za saratani ya kibofu. Kama kwenye familia yako kuna watu ambao, au kuna mtu ambaye alishawahi kupata saratani ya kibofu, basi na wewe pia uko kwenye hatari ya kupata ugonjwa. Kwa asili wazungu wanaupata zaidi ugonjwa kuliko watu weusi. Wanaume pia wanaupata ugonjwa huu zaidi, au mara mbili zaidi au mara tatu zaidi kuliko wanawake. Kwa hiyo ukiwa katika makundi hayo inamaanisha ina unakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa wa saratani, japokuwa sababu yake hatujui, lakini mambo hayo yanaongeza uwezekano wa wewe kupata saratani ya kibofu. Kama mgonjwa ana dalili zile ambazo tumezisema hapo za saratani ya kibofu, daktari atachunguza sehemu ya chini ya tumbo kuangalia kama kuna uvimbe, lakini pia ataangalia vipimo vya mkojo kuangalia kama kuna damu ndani, seli za kansa na ishara nyingine yoyote ya ugonjwa. Lakini pia anafanya vipimo vingine, kwa mfano intravenous pyelogram na cystoscopy. Ataingiza pale ndani kamera kupitia kwenye mrija wa mkojo, ili aingie mpaka kwenye kibofu, achunguze pale ndani kama una saratani, uh, saratani imeanza kukua pale na ikiwezekana anaweza akachukua kinyama kidogo kwa ajili ya kuja kukipima, na baada ya hapo atafanya utambuzi kwamba wewe una saratani ya kibofu. Matibabu yanatofautiana na matibabu ambayo yanafahamika yana, yana ni upasuaji. Upasuaji ni tiba ambayo inatumika mara nyingi kutibu kansa ya kibofu. Aina ya upasuaji inategemea hatua na ile stage ya, ya, ya, ya uvimbe ulionao au kansa ulionao, lakini pia unaweza ukapewa tiba ya mionzi ambayo inaelekezwa moja kwa moja kwenda kuua zile seli. Inatumia ile miari nunurushi kwenda kuua zile seli za saratani. Idadi ndogo ya wagonjwa wanaweza kupata tiba ya mionzi kabla ya upasuaji ili kupunguza Uh, ukubwa ule uvimbe kabla ya kupata upasuaji. Wengine wanaweza pia kupata tiba ya mionzi baada ya upasuaji, kuendelea kumalizia zile seli ambazo zimebakia baada ya upasuaji. Lakini wakati mwingine, uh, wagonjwa ambao hawawezi kuhimili upasuaji wanapata tiba ya mionzi pekee, kwa sababu uh, hawawezi kuhimili mionzi. Nhe. Lakini pia tiba ya kemikali pia ya chemotherapy na madawa yale makali yanaweza kutumia pia. Ukiona saratani imevamia kibofu na kuenea kwenye viungo vingine, basi daktari anaweza kutoa dawa kupitia kwenye mshipa, na hiyo dawa inatolewa a, kwa mizunguko tunazoiita cycles. Kwa unapewa dawa mara kadhaa afu unapumzika, baadaye tena unaenda kwenye mzunguko mwingine, unapumzika tena, unaenda kwenye mzunguko mwingine. Kwa kawaida tiba kemikali inatolewa kwa wagonjwa wa nje, kwa unapewa, unarudi nyumbani, lakini kuna nyakati unaweza kuhitaji kulazwa. Matarajio, saratani ya kibofu inaweza kuenea mpaka kwenye viungo vingine, inaweza kaenea mpaka kwenye tezi za limfu, kwenye ini, kwenye mapafu, kwenye mifupa. Kwa hiyo matarajio ya mgonjwa yanategemea saratani hii imegundulika katika hatua gani. Inapogunduliwa mapema kuna nafasi ya kupona kuliko inapogundulika katika hatua za mwisho. Kwa hiyo e, ukiwahi kugundulika inasaidia, ikichelewa hali inakuwa sio nzuri na. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha